Ndio maana tunaweza kabisa kusema kwa kauli na kwa kifua mbele kwamba tunaweza, tumeweza kwa nchi kwa miaka sitini bila kuwa na matatizo ya kijeshi, bila mapinduzi, bila nini, kwa sababu hata majeshi yetu yalikuwa hayawezi kubaguana, kwa sababu wote waliona ni, ni wamoja, au sio? Ndio, ndio maana tukaanzisha kitu kinaitwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Wako wanasiasa wanasema, nyinyi mnachanganya majeshi na siasa. Sisi tunawaambia nyinyi, hamuelewi mambo, mtuulize sisi tuliyekuwepo tumetawala miaka. Hakuna jeshi duniani ambalo halijui siasa ya nchi yake. Jeshi la namna hiyo ni mercenary, <laughs> jeshi la kukodisha mm, lakini jeshi la kweli kweli linajua Unaliambia nyinyi mwende mpigane, wanasema tunapigana kwa nini? Mtu huwezi kusema bila kuwa mwenda wazimu, utaenda kufa bila sababu. Lazima una sababu, na sababu yenyewe ni kwamba unapenda nchi unayoifia, ndio na hiyo ni siasa. Hata Marekani wanaosema mtu ingize siasa, wanafanya siasa katika majeshi yao. Siasa yao ni kwamba wawe polisi wa dunia. Kwa hiyo wanasema wao ni imperialist, nchi zote lazima zitie ya amri yao. Kwa mkivunja amri, wanakwenda kuwapiga kwa sababu amri yao kuwapiga ni kuwashikisha adabu, ili mtie amri ya siasa ya, ya upolisi wa nchi yao. Ni siasa wanasema siasa. Wewe unaweza kukusanya watu ukawapa bunduki bila sababu? <laughs> wanaweza wakakugeukia, wasema sasa, wewe ndio we, zamu yako.